Tuliyofanya ndani ya miaka mitano, inawezekana huko nyuma haijawa kufanyika katika muda mfupi kama sisi tuliokifanya kipindi cha miaka mitano. Tumeifanya hii kazi kwa uaminifu mkubwa sana, lakini bado tuna nia na hari kubwa ya kuendelea kuwatumikia. Nguvu tunazo, nia tunayo na hari tunayo. Muda ukifika, tutakuja kwenu, lakini tupo. Mheshimiwa Shumbi yupo, Mheshimiwa Nema yupo Mheshimiwa Kifuamba yupo, na waheshimiwa madiwani wengine wapo, na mimi pia nawaambieni, nipo. Mlinituma kazi, nimeifanya na nataka kuendelea kuifanya kwa hali kubwa zaidi, ili nyinyi muendelee kunufaika na matunda haya. umza zao la tumbaku, unazungumzia uchumi wa wananchi wa Kipembawe. Nakumbuka mimi pamoja na waheshimiwa madiwani wote wa Kipembawe, mwaka elfu mbili na ishirini tulisimama kuja kuwaombeni kura, nanyi moja kati ya kilio kikubwa mlichotuambia ni changamoto ya zao la tumbaku, na mkatuambia tunawatumeni kura zetu, muende mkafanye kazi, muhakikishe kwamba changamoto kwenye zao la tumbaku ikiwemo ufinyu au uhaba wa wanunuzi mwende kwenda kuzitatua, lakini pia bei ya zao la tumbaku iweze kwenda kukua. Hivyo leo unaposimama mbele yako mheshimiwa mgeni rasmi, mimi pamoja na mheshimiwa madiwani pamoja na viongozi wengine wote, tunasimama kwa ujasiri mkubwa kwamba ile kazi waliotutumwa na Kipembawe kwenda kuipigania zao letu la tumbaku tumelifanya kwa unyenyekevu mkubwa kwa kazi, kwa hali kubwa. Leo wana Kipembawe wanafurahia zao letu la tumbako, tupige makofi <tune> tunapofurahia haya, tunaishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, yeye kwa kuwa wasikivu, namna ambavyo kila tukiwapitia changamoto za wakulima wa tumbaku hasa wa Kipembawe wamekuwa wanayapokea kwa mikono miwili na wanaenda kuyafanyia kazi. Tupige makofi kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan leo hii tumetoka kwenye wastani wa dola moja. Leo tumefikia wastani wa dola mbili point mbili dola mbili point nne. Haya kwetu wana Kipembawe ni mafanikio makubwa sana. Hivyo na sisi tunaendelea sana kuipongeza serikali hii kwa namna ambavyo imeendelea kutusikiliza sisi wakulima, na leo tumetoka kutoka kwa mnunuzi mmoja, mpaka leo tuna makampuni saba. Haya kwetu ni mafanikio makubwa, na sisi hatutaishia hapo. Tutaendelea kuchukua maoni yenu, tutaifikisha kwa serikali. Kwa kuwa mama yetu Samia Suluhu Hassan ni msikivu, yale yote mtakayotutuma, yeye tunaamini ataendelea kuyafanyia kazi. Mnakumbuka mara ya mwisho nilikuja hapa, tukafanya mkutano pale kwenye ofisi ya kijiji, mliniambia na mkanituma, Mheshimiwa Rais alituahidi fedha zetu za ruzuku, mpaka sasa hatujazipata. Nikawaambieni, nimelipokea hili lakini, kwa sababu mama yetu ni msikivu na ye mwenyewe aliwaahidi kwamba atatoa hizi fedha zitatolewa, mimi nachukua kilio chenu, ninakwenda kwenda kuwasemea. Na shukuru leo naposimama mbele yenu, Mama Samia alitoa zaidi ya bilioni kumi na tano kuhakikisha kwamba hizi fedha zinarudie kwenu kama ruzuku ya ile aliyowaahidi. Na sisi Wilaya ya Chunya katika vyama 34 vyama 23 tatu tumeshapokea hizi fedha za ruzuku. Uongo ndugu zangu, zaidi ya bilioni, zaidi ya milioni mia nane na laki sita tayari zimekuja hapa kwetu na sisi wananchi tumeweza kuzipata. Bado vyama kumi ikiwemo chama cha Isangawana hapa. Ni watoeni shaka. Mama ni msikivu, serikali ni sikivu. Hizo fedha zitakuja, na nyinyi mtazipata, na ukichanganya na fedha ambazo leo tunalipo kutoka na makampuni kufanya kazi kubwa hizi. sisi wananchi wa Kipembawe tunaendelea kuneemeka kwa mtu mmoja mmoja. Uchumi wa eneo lote la Kipembawe unaendelea kukua, lakini uchumi wa wilaya yetu ya Chunya unazidi kushamiri zaidi. Na mimi niwaambieni, kama mlikuwa mjui katika hizi tarafa mbili kwa maana tarafa ya Kipembawe ambayo tuna mkoa wa kimadini wa kitumbaku mkoa wa kitumbaku, na tarafa ya Kiwanja ambayo tuna mkoa wa kimadini, tarafa ya Kipembawe tunaongoza kwa kuchangia pato kubwa kuliko wenzetu wa madini, tujipigie makofi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapofurahia mafanikio haya, sisi kwetu ni sherehe. Tuendelee kuwaombea viongozi wetu na ushirikiano tuliokuwa nao. Kuanzia kwa Mheshimiwa Rais lakini hapa kwa niaba yake yuko Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na viongozi wengine wote. Lakini pia halmashauri yetu ya wilaya chini ya mkurugenzi ambaye amekishwa hapa na kaimu mkurugenzi. Baraza la madiwani, lakini Chama chetu cha Mapinduzi kinatusimamia vizuri, kinatuelekeza, kinahakikisha kwamba yale ambayo tuliahidi tunaenda kuyatekeleza kwa vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi tunapofurahia mafanikio haya, lakini sisi kwa kuwa walitutuma tuendelee tukafanye kazi. Leo tunapokuja mbele yenu, mimi pamoja na waheshimiwa madiwani, tunakuja kifua mbele kwa kuona kwamba yale mambo ambayo yalikuwa changamoto kubwa sana kwenye tarafa yetu ya Kipembawe tumeenda kuyafanikisha kwa kiwango kikubwa. Mwaka 2020 tulivyokuja hapa kuja kuomba kura kulikuwa kwenye tarafa yetu ya Kipembawe, kulikuwa kuna sekondari tatu <laughs> tulikuwa tuna Mtande, tulikuwa tuna Lupa Mtanila na Isangawana, sekondari nne. Lakini leo tunavyosimama mbele yenu katika hii miaka mitano ya mama yetu Samia Suluhu Hassani, tumejenga na zimefunguliwa sekondari mpya tano: sekondari ya Lualaje tathibitisha Mkungungu ndio umetoka kupokea watoto mwezi wa kwanza mwaka huu na ujenzi wake unaendelea. S Lupa pale tumejenga sekondari ya wasichana ya Maeka Girls, tumejenga na kufungua sekondari kata ya Mafyeko na kata ya Kambikatoto. Haya kwetu sisi ni mafanikio makubwa sana, lakini tumeweza kujenga shule shikizi na shule mpya ikiwepo shule ya msingi Kipembawe haya yote yamefanyika kwa sababu nyinyi mlitutuma, na sisi tuendelea kuyafanyia kazi na hatuta hacha, tutaendelea kuyafanyia kazi kwa sababu ushirikiano tuliokuwa nao ndio unaleta matunda haya. Kwenye upande wa afya, amezungumza hapa makamu mwenyekiti kwamba kituo hiki kilianza kilikuwa kinakwenda kinasuasua, almashauri ikaleta milioni mia na hamsini. Wiki mbili zilizopita zimeongezeka milioni hamsini nyingine, tuna milioni mia mbili hapa na kazi inaendelea. Kuna vitanda hapo viko na huduma nyingine zinaendelea, na mimi kazi yangu ni moja. Haya majengo yanapokamilika, hatutaishia hapa. Mimi naendelea kuiomba serikali itupatie vifaa tiba pamoja na wataalamu, ili nyinyi wananchi wa Kipembawe na wakata hii ya Matwiga mnapofurahia mafanikio ya zao la tumbaku, tuendelee kuwa na afya bora na nzuri, ambapo kituo chetu cha afya kiko hapa jirani. Hatujaishia hapa. Tumejenga Kambi Katoto kituo cha afya kizuri sana. Tumejenga mafieko kituo cha afya na zaidi ya milioni mia moja zimekwenda kule kwenda kuboresha Lupa. Tumeendelea kuboresha kituo chetu kile pale na sasa tumeanza kujenga wodi kwa kituo chetu cha Mtanila ili na chenyetu tukipanue kiendane na hadhi ya vituo vya afya vya sasa hivi. Hatukuishia hapo. Tumepeleka na gari la wagonjwa kwa kituo cha afya cha Kambi Katoto ili liweze kutuhudumia sisi sote. Ha, haya tunayoyasema haya hatujazungumza habari ya zahanati. Zahanati ziko Liesero, Igangwe na kwingine nyingi. Haya ni kazi ambayo mlitutuma tumeendelea kuyafanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye upande wa umeme, elfu mbili na ishirini kati tunaingia, moja kati ya kilio cha wana Kipembawe ilikuwa ni umeme. Kata nne zilikuwa hazina umeme kabisa, kata ya Luwalaje, kata ya Nkung'ungu, kata ya Mafyeko na kata ya Kambikatoto. Leo ninavyosimama mbele hawa ya wananchi hawa, kwa niaba ya wananchi wetu wa Kipembawe, leo ninasimama kwa ujasiri mkubwa, ile kazi mlionituma mimi na waheshimiwa madiwani tumeifanya kwa unyenyekevu mkubwa. Leo kata zote na vijiji vyote vina umeme. Kazi tunaendelea nayo sasa hivi ni kupeleka umeme, umeme kwenye vitongoji, na niwaambieni tumepata bilioni kumi za kupeleka umeme kwenye vitongoji. Nadhani wiki wiki hii au wiki ijayo atakuja mkandarasi kuja kujitambulisha ofisini kwako, ili aweze kuendea sasa kwenye vitongoji, ili hawa wananchi wote hawa waweze kunufaika na umeme huu ambao sisi mlitutuma na tunaendelea kuifanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ya kusema ni mengi, hatujazungumza habari ya maji hapa hapa hapa, kazi inaendelea, inaendelea na wananchi wameweza kunufaika, lakini inaendelea. Mazimbo hapa, ambapo ni kata hii, kazi inaendelea Mafyeko tuchimba visima, kazi inaendelea mpaka Kambi Katoto. Kama watu wa Kambi Katoto wako hapa, wataweza kueleza kazi ambayo inaendelea. Na tujaishia hapo. Mimi kushirikiana na viongozi wenzangu na viongozi wa halmashauri, tumeamua tununue magreda ya kwetu sisi halmashauri ya wilaya ya Chunya, ili barabara zetu tuwe tunazitengeneza wenyewe. Tunayafanya haya kwa nini? Tukiwa na vifaa vyetu Leo amkosi fulani labda hapa Isangawana au ya Mtanira au ya Mazimbo au ya Kambi Katoto inaweza ikasema sisi tuna fedha kidogo ya mafuta milioni tano, vyombo vinakuja vinafanya kazi, na nyinyi wananchi wote mnanufaika kwa barabara zetu hizi. Hii ndio kazi mlio tutuma, tunaendelea kuifanyia kazi. Na tutaishia hapo, tutaenda kufanya kazi kwa uzuri zaidi. Lakini kilio kikubwa zaidi Najua ni barabara yetu hii inayotuunganisha kutoka Makongolosi kwenda mpaka Mkiwa kwa maana ya mkoa wa Singida na mkoa wa Tabora. Mmemsikia mara kadhaa na mimi nimeendea kuipigania. Mama yetu Samia Suluhu Hassan, mama msikivu, alitamka na akasema barabara hii tutaenda kuijenga kwa kiwango cha lami. Nikasema, mama, wananchi wangu hawa kila siku wananiuliza lini tutaanza kujenga. Akasema, mwanangu, kila siku napiga kelele na kusikia basi tuanze na madaraja. Akatupa bilioni kumi. Tunajenga daraja la Lupa kwa bilioni sita, daraja la biti pale kwa bilioni nne. Wangapi wamepita Lupa mona kazi nayoendelea? Wanyoshe mikono juu. Mama ametenda, hajatenda? Tumewasemea, tujawasemea? Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kwenda kuhakikisha kwamba tutaendelea kuisemea zaidi, madaraja yakamilika haya, barabara hii iweze kwenda kutengenezwa. Na jambo la tatu tunapofunga tumbaku zetu, tuendelee kuwa waaminifu, tufunge tumbaku yetu kwenye ubora unaotakikana, ili tuweze kupata magredi yale ambayo wanunuzi nao wasipate shida kuinunua, ndio tarahisisha ununuzi na zao la tumbaku kuweza kwenda kwa uzuri zaidi. Haya niliyasema niyaseme kwenu watu wakulima, lakini la mwisho yake, tuendelee kuboresha mabani yetu yaendelee kuwa kwenye ubora mzuri, kuendelea kuwa makubwa ya kisasa ili kazi kubwa tunayofanya shambani isije kaishia wakati wa uchomaji. Tunajua tunafanya kazi kubwa sana kule shambani isije kaishia wakati wa uchomaji. La mwisho, niwapongeze sana makampuni yetu, yanafanya kazi nzuri, yanajitoa kwenye jamii, yanashiriki shughuli za kwenye jamii. Wametamkwa hapa Mkwawa, wanashiriki kwenye kutengeneza miundombinu ya barabara na nyinginezo, na tunaomba muendelee kufanya kazi hivyo. A, mko hapa mnajitoa mnatoa vifaa kwa mashule na vitu vinginevyo, tunaomba moyo huu mliokuwa nao mwendelee nao, ili jamii yote hii tuweze kunufaika kwa kazi kubwa ambayo mnayo. Lakini pia pia, mabenki yetu tunajua mnafanya shughuli za kifedha, na nyinyi pia msisahau kurudisha kwenye jamii. Jamii inawategemea Vodacom mko hapa na makampuni mengine yote, tushirikiane kuhakikisha kwamba wananchi wa Kipembawe wanaendelea kunufaika zaidi. Nishukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi, niliona niongee kwa kifupi japo kwa kirefu kidogo, lakini naomba univumilie, kwa sababu nina furaha kuona kwamba leo wananchi hawa wananunua tumbaku wa dola tatu na ile reject haipo tena. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online